Alisema tupende, tupendwe hivi ni nani alileta mapenzi? Hayaeleweki, hayasomeki, kila mtu na yake mapenzi bwana, hayaeleweki. Kila mtu na yake ula napendwa, ula natendwa. Hey, mama

Nakwambia hawa tizi hawa, unaniona mimi, mimi si msi ushaniona labda naingiza pisi ndani? Uongo? Umeona kwa action uliyonikuta nayo hii. Hata ungelikuwa ni ni wewe, lazima ungeamua. ni mwanamke gani anayerudi nyumbani amelewa? hadi umemwoa, nikwambie blaza. Sawa, oja mjenga, ila ungekuwa umemjenga siku zote na kupangaga, ungekuwa kupangagaune me meshamjenga, angekuwa amenyoka hivi, sawa? Afu kupigana siku hizi, atupigane na wanawake Sawa, unapigana na mwanamke wa nini, blaza? Hapo unakuwa unamwaibisha. Kwa hiyo cha kufanya wewe unasomea kesi, mnasomeana hapo au shakuwa ni utoto. Umeona? Riche ya kumwaibisha, mimi yeye ndo ameniaibisha sijajua alikotoka alikuwa na nani amekunywaje, amepita barabara nzima anakuja na chupa za bia mpaka nyumbani kwangu eh? Kwa hiyo ukaona kusuluhishwa, kaona upigane naye au umpiki si. Solution haikuwa ni kumpiga mm -hmm. Ilichokuwa na kihitaji ni kumnyang'anya ile pombe asiingie nayo ndani. Sasa, sikia Unaona, mwanamke akishafika akawa anakuja na pombe na maana tayari blazo, mshaza lauliwa kwao. Cha kukupanga sawa, cha kukupanga mtengeneze mkeo baba, la sivyo atakushinda alafu. Mimi sizo, yaani mimi sizo. Oh, na naimani unanielewa. Itikadi kama hizo mimi siele, sielewi

sahihi. Ila shida nini? unajua nimeshaolewa Wewe umewapo. Oh, mwanamume Na mwanaume naye na unayehangaika naye na mjua kwamba ni mwanaume wa aina gani ila sasa nilikuomba, nilijaribu kukuomba kwamba mimi nakupenda Saumu Hata kama unamjua lakini tayari Sawa. Haiwezi kubadilika. It, kwa kama vipo we mwelekezi ila mimi siwezi mi shamaliza wacha msingi nenda kaongee na shehe ndani ataacha labda ataacha kuapiga pombe nini maisha naendelee Afu hii tabia mwanangu ya kufua na mwanamke a mimi sipo hivyo mimwonyee nguo zangu asifanyeje ua uamuzi wa kufua, sio kwamba nimependa Kuna mda nimempeleka kwao ni mashahidi mashaid Tume, tumekaa na mama yake, ameshauriwa, tumerudi, lile lile swala linaendelea kukirudia. Nini nifanye? Mi nikwambia kitu kimoja, huyu mwanamke kufikia mpaka sasa hivi inaonekana yeye na mazo yako kitu hiki kitu kimoja. Kwa hiyo chakufanya yamalize mapema, alafu nikushauri kitu blaza, wewe usio unaenda ukweni, usio unaenda ukweni. Yani inatakiwa chakufanya hapa, sawa, unamwita mama mko, anakuja hapa, unayamaliza kwamba maana mtoto wako ni moja mbili ta tatu, kwenda kule atakuzalau. Ndo maana anakuzalau, ndo maana anarudi na pombe hivi. Kwani ungekuwa una ushauri unamuelekeza vizuri na mazao yake, kwani angekuwa anazingua kiasi mpaka? Najua ukimpeleka kula anapona ile ukimleta hapa wewe, sikia, fanya kitu kimoja: anda, anda, kila kitu maelekezo yaandae fresh, afu siona niita mazao yake, unamuita, tunakuja tunayamaliza hapa, hiyo imeisha. Mimi sasa hivi, brother, poa, haina shida, fresh, nakuelewa. Oh, poa, kayamalize na mkeo. Umeipenda? Nimeipenda kabisa, yaani mimi nimependa neno la mchungaji, nina furaha. Lakini mpenzi wangu, una jambo, nataka nikueleze. Jambo gani? Unaonaje usiku wa leo tuko wote nyumbani, liaja mchungaji? Sawa nakumbuka lakini hebu zingatia kwanza hizo sheria sasa. Sisi ni vijana mpenzi wangu. Ni mbali huko. Sawa, nimekuelewa lakini jaribu kunifungulia. Sijali kwa hilo sasa. Nimekuelewa sana. Basi siku nyingine tutaonana. Ah, tamsalimia ah, tasalimia na, na shemeji zote ah, na, na, na, na baba mkwe, hey, bai, bai, <sighs>

Kama unakumbuka juzi yeah, sherehe yako hapo alirudi amelewa na akiwa na pombe lenye kamani zingine na hizi. Nakumbuka, nakumbuka hivyo. Basi kwa siku ya leo, kwa naona vijaribu kuongea kifamilia zaidi

na kabisa hata yakwenda kazi ni basi haina shida, kwa kuwa umeamua hivyo. Ila mimi kikubwa uzingatie tu, nikikupigia simu sawa. Wanapenda saa sana

Kanza na upande wako, ulichukuliaje hiyo action ya shemeji yako kurudi nyumbani? a mere yao hiyo, kwa kweli haipo vizuri. Ndiyo, hiyo haipo vizuri kabisa. Ndiyo maana sikuleta hata mimi mwenyewe nilikushauri amini. Ningependa kudokeza kitu hapo, sawa. Shemeji yangu, badilika badilika vitu navyovifanya sio poa, shemu lofanya kitu kimoja wesowakujwa pombe kabisa, na wala yaani, kuna vitu ambavyo unavyovifanya hapo, unajizalilisha wewe, unamzalilisha na mmeo, unaona. Sasa sijui kwa upande wako labda wewe unaichukuliaje hiyo. Dada mdogo eh, wangu, sana naambia mdogo wangu kwa kweli meshaandoa mimi anaonekana kunishinda kabisa. Kwa nini? Wa, sijui mume wangu aje hapa amelewa ndani tu. Hiyo hali ya wanaume ndio hivyo yalivyo sasa hivi. Eh, yani kakumia tu

Mimi maana ni kushirikisha nao nisibu ija baadaye nikoonekana mbaya kwa kumkosea heshima labda au kwa mambo mengi. Sasa, Unataka unataka um, mengine um, unapangaje unataka um, um. Ndio. Kama nakumbuka nasiku chache tumetoka tumetoka nyumbani kwao kwa makosa hayo hayo nioyafanya u na mama yake nyumbani kwao kule tukakaa kikao kifupi ndio, ili tuweze kuyamaliza, lakini naona wakati na bado anajirudia. Ninashindwa nifanye nini. Muda mwingine anakuwa kazini, bado anawaza kitu kinachofanyika nyumbani. Unajua umewacha mtu mzima nyumbani, lakini yeye bado anafanya mambo ambayo hayaendani maendeleo na kujaji lakini mke wangu bado ananirudisha nyuma kule kule. Imagine mwanamke anarudi nyumbani maeo, hajapika, hajafua nguo, hadi nafikia wakati wa kufua nguo mimi. Kweli shema ilikuwa naomba nisamee sana, nisamehe sana kwa kwaicho kitendo nilichokifanya juzi. Yako yapo, najua hata mme wangu nimemzalisha, lakini naomba naungu... Tena. Kwangu mimi mi ni mweupe kabisa, kabisa. Ni mi ni mweupe kabisa, nishakusamehe kabla hata hujaniomba nini, hujaniomba msamaha bado. Najua sisi tunakosea, hata mi pia nakosea, hata pia unakosea, hata we pia unakosea. Kwa nisipokusamehe nitakuwa sijakutendea kutendea haki. Mi nimeshakusamehe kabisa, mi sina shida, labda hapo Si shida hiyo, kwangu mimi sina shida kabisa mi. Nimekukosea sana, nimekuzalilisha sana, ila leo nange nisamee ame nitakusamehe tu endapo hii tabia haitojirudia tena, ito, tena. Ili, kwa, nita haito kwa leo, nitakusamehe kwa sababu minomba msamaha, lakini nitabaki na ile hila ya kukuchunguza kw ipo siku tena itaendelea hivyo. Basi kama umekiri mbele ya mdogo wangu kwamba hutorudia tena lile kosa, naweza nikasema tumekusamea, lakini isijikajitokeza tena. Hivi hii nauna hisi nawezikna wako wa mwisho mpaka hapa kichwa kinaweza vitu vingi sana. Kazi ni tese, familia ni tese, bado kuna familia ya mzee nyumbani na yeye ananiangalia bado, kuna mdogo wangu naye natakiwa nimjenge, na yote na mke wangu ndiye kuweka ndani nisaidiane, bado, nani, na majukumu ndani majukumu bado nanifailisha maana mama ya God. Nini maana ya kuwa na mgeni ndani? Nifue nguo mimi mwenyewe.

Yeye ilikuwa sina shida yote na Aisha kusamee wala ina shida. Kwa hiyo kuwa na yani, kuwa na amani. Sasa, so, shemeje, kuwa na amani mimi sina shida yoyote wala. Ndio nikasema niwatakie mchana mwema. Ndio. Kwa sababu hapa nilipo na ni majukumu mengine. Ndio. Ndio naweza kuendeleza na kazi zangu zilizokuwa nayo, majukumu yako ya kila siku. Naam. Afu baadaye tutakutana leo. Sawa, aaamanaomba niwache kidogo maka, kuna sehemu nafuatia, kuna mshikaji wangu hivi hmm. Kuna mambo mambo, fanye hivi, nataka tuyaweke sawa hmm. Kwa nimependa sasa, hizi tutakutana hiyo badmi naona likuacho endelee kuwepo nyumbani, takukuta jioni, sijui ratiba zitakuwaje, na unapokuwa kazini mambo yanakuwa ni mengi, kama ratiba ita itaisha mapema niliyokuwa nayo kichwani Nesi nazo karudi kwenye saa moja au tutakuwa nimeshafika kibanda. Ah, kwa saa moja kwa ile mama. Eh, shinda la majukumu ni yako mimi. Basi sawa. Ngoja nikufuatie koti lako kwanza au naende vile. Nizo kaniletea nisaidie.